Ndugu zangu, mambo yako mengi, lakini niwakumbushe tu tarehe kumi na tatu tulikuwa kwenye mkutano pale nya Geita, mkutano wa daktari Samia Suluhu Hassan. Liko jambo ambalo linatugusa sote. Nilimwomba daktari Samia Suluhu Hassan, nilimwomba na nikampa maelezo kwamba kwa nini tunaomba halmashauri. Mtendaji atakuwa anajua vizuri sana halmashauri, ukiwa nayo halmashauri ndani ya eneo lako, ina maana unakuwa umepunguza mzigo wa kuhudumia wananchi wako. Hapa Mheshimiwa Diwani amesema kwa sasa hivi halmashauri ya wilaya Geita tunakata hamsini kata hamsini, mnaenda kugombania kale kali ziki kalikomo kwenye kapu la halmashauri, kata zote hamsini. Ukipata ye kikundi na kikundi kingine kiko kule Enzela kimeomba, ukipata umeme huku na mwingine yuko kule Butundu ameomba, ukipata sijui pikipiki na mwingine yuko Katolo kaomba hivyo hivyo. Kwa hiyo tukiwa na halmashauri yenye kata jumla ishirini na mbili kata za Busanda kumi na moja kata za Katoro kumi na moja zinakuwa ishirini na mbili ndani ya halmashauri moja, kuwaletea maendeleo yatakuwa maendeleo ya haraka na wote tutafikiwa. -e. Kuwahudumia kata ishirini na mbili sio sawa na kuhudumia kata hamsini. Wazee wangu nyinyi mtakuwa mashuhuda sana. Sisi eneo letu la Busanda lina kata kama ta, saba au sita za uchimbaji wa madini, wanachangia mapato ya halmashauri. Kuna wakulima, kuna wafugaji e, ee, ukienda upande wa Katoro kuna wafanyabiashara wakubwa sana pale Katoro. Sasa hivi hizi pikipiki na baskeli zote zinatoka China zinaunganishwa pale Katoro. Bajaji zinaunganishwa pale Katoro. Kwa hiyo kuna mapato makubwa sana wafanyabiashara pale. Kwa hiyo tukiwa na hizi tukiwa na hizi tukiwa na halmashauri yetu moja kwenye kata 22, uwezo wa kwenda kuomba haya madogo madogo barabara za mitaza tutaweza kuhudumia. Ndio maana nikamwambia Mheshimiwa Rais, tunakuomba tupate halmashauri ili ya mambo madogo madogo tusikuletee wewe, mwenyekiti wetu wa chama tusikusumbue wewe dili na yale makubwa, ila haya madogo madogo tutayapata pale pale halmashauri. Mikopo ya kina mama, mikopo ya wazee, sijui tasafu halmashauri pale pale, si siemuoe. Kwa hiyo tunaomba sasa mtuamini na mkatupigie kula za kishindo, na mliopo hapa mwende mkawaambie na wengine, mkawaambie na wengine ambao hawajafika mwambie, jamani, tusifanye mchezo. Kula ni za ndio sawa, lakini zinapimwa kwenye asilimia asilimia ya ushindi wa kura zetu, ndio maendeleo yatakuja hivyo hivyo, kwa sababu Daktari Samia lazima angalie kwamba hawa walienda peke yao diwani na mbunge kuomba kura, wakaache kuniombea na mimi. kwa sababu mimi sipo. Mwenye kitoto hawezi kuja mpaka huku chini. Lakini anajitahidi sana na ametufundisha. Amekwenda mpaka Nyawili mlo kuomba kura. Nyawili mlo pale ni kata tu ile. Lakini amekwenda mpaka kule. Sasa, mimi na Bernard hatuwezi kukaa ndani lazima tutoke nje kuomba kura, lazima tumsaidie huku chini, mimi ndio jeshi lake huku chini, mimi na Bernard. lazima tushuke tuwaombe tuhamasishe, na nyinyi muende, msiseme wameshapita tu. Hapana, haipo hiyo. Kama wapiga kura ni mia moja wa Ndelema waende mia moja wote wakapige kura, au waende tisini na tisa wakapige kura. Kama alivyosema wenye viti wetu, tupate asilimia tisini na tisa tuseme hao wengine walikuwa wanaumwa, wengine walisafiri, wengine hivyo. Lakini ni siku moja tu, tumebakiza siku kumi na moja. Ni siku moja tu, wewe piga kura siku moja, tudai maendeleo kwa muda wa miaka mitano. CCM oyee! na msiogope kutudai maendeleo mkituachaniza, mtakuja kutuchapa viboko elfu mbili na thelathini. Kwa hiyo mtupe kula tushinde, tuseme kwamba kweli Ndelema alitupa kula za kutosha, Kamena alitupa kula za kutosha, jimbo la Busanda kula zilijaa. Inabaki kazi yenu kutuomba maendeleo. Nyie mnamwambia mwenyekiti wetu wa tawi, mwenyekiti wa tawi anamwambia mwenyekiti wa chama wa kata, kwa sababu mkiacha hivyo chama kitasemwa vibaya Mlikuja nyinyi kutuambia, mlikuja kutuomba kula, mlikuja kwa hiyo. Mtasemwa vibaya, lazima nyinyi mtuvute. Mnamwita, mna kijana njoo, mwite mbunge hapa, imeshindikana, tunafanya harambee. CCM oye!